Yes, mpenzi mtazamaji na wafuatilia juu wa channel yetu, karibu tena kwa mara nyingine. Kama ni mara ya kwanza, usisahau kubonyeza maandishi ya subscribe chini ya hii video. Nitakuelekeza katika video hii jinsi gani ya kutazama matokeo ya kidato cha pili ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hakikisha unatazama video hii kuanzia mwanzo hadi mwisho na, na, na, na baadae, unafuatisha tu ili kuweza kuyatazama matokeo haya moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi . Hatua ya kwanza kabisa, kwenye simu yako ya mkononi ili kutazama matukio haya, utakuja kufungua kitufe ama kivinjari cha Google, ama cha Google Chrome, ama kitufe chochote ambacho unatumia kufanya searching kwenye internet. Kwa mfano, sisi tutakuja kufungua kivinjari ama kitufe cha Google Chrome kama hivi, au kisha tufungua mbele. Kwa muda unakuja kusearch sehemu pekee ambayo inatupa matokeo ya kidato cha pili ni kwenye ukurasa wa baraza la mitihani la Tanzania, NECTA. Hapo sehemu ya kusearch, wewe search ameandika tu neno NECTA hivi kama ulivyoviona hapa kwenye hii video, hivyo hivyo na wewe utakuja kufanya hivyo, na hapo ndo tutaenda kusearch na tutaenda kuona matokeo ya kidato cha pili ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Ukisha search, moja kwa moja, usije ukaenda sehemu nyingine kwa sababu utazunguka kwenye mitandao bila kufanikiwa kutazama matokeo haya. Sehemu pekee ambayo inatupa matokeo haya ni hapa hivi kwenye ukurasa wa baraza la mitihani la Tanzania, NECTA. Unaiona NECTA, chini yake kuna um, www.necta.go.tz. Utashuka chini, utakuta neno limeandikwa FTNA ili apo form two nation assessment results yes. na ukishaona ilo neno utakuja kuibofya, mtalibonyeza FTNA, utakuja kuibofya ilo neno, kwa mfano kama unavyoangalia kwenye video, kwa mfano nikibonyeza hapo moja kwa moja, uh, matokeo ya kidato cha pili ya miaka tofauti tofauti yatakuwa yanaonekana hapo. Utakuja kwenye mwaka elfu mbili na ishirini na tano na chini yake utakutana na maandishi ya kijani ameandikwa results link one. Chini ya b ia kama baraza la mitendo Tanzania vitakuwa limetoa matokeo ya kidato cha pili, utakutana na mwaka 2025 na chini yake utakuja kubonyeza hayo maandishi ya kijani yameandikwa results link one. Kwa mfano kisha bonyeza hilo neno, utakutana na shule zote za Tanzania kama unavyoziona kwenye hii video na wewe hivyo hivyo utakuja kufika ya tour sasa, na wengi wakiwa wamefika kwenye ya tour wamepata changamoto jinsi ya kuipata shule yake, kwa sababu hizi ni shule nyingi na ukifanya kuangalia shule moja moja hautafanikiwa, kwa sababu utatumia muda mrefu sana, yawezekana usifanikiwe. Sasa iko njia fupi kabisa, ukifika hapa kwenye hizi shule unazoziona hapa, utakiwa kuangalia shule moja moja, utakuja upande wa juu kabisa kuna maandishi ama kuna herufi zimeandikwa hapo, hizi hapo a b c d e zinaendelea mpaka z. Hizi zimewekwa ili zikusaidie kuiona shule yapo kwa wepesi. Kwa namna utakuta kubofya herufi ya kwanza ya jina la shule, shule yako inaanza na herufi gani? Kwa mfano kama shule yako inaanza na herufi utabonyeza herufi k, na ukishaibofya shule zote zinazoanza na hiyo herufi ndo zitakuwa zinaonekana peke yake, zitakuwa ni chache, na hiyo itakurahisishia kuiona shule hapo kwa wepesi zaidi. Kwa mfano, kama tukibofya hiyo URL shule zote zinazoanza na hiyo URL zitakuwa zinaonekana hapa. Kwa mfano, kama shule hiyo inaitwa Kisimiri, kwenye hizi shule chache utakuja kuiona Kisimiri kwa haraka na kwa wepesi, hiyo kama nilivyozungumza kwenye hii video. Hivyo hivyo Utafatisha hizi hatua kwenye simu yako ya mkononi je, una hiyo shule? Basi utaibonyeza ama utaibofya, na kwa kufanya hivyo utakuwa umefungua matokeo kwenye hiyo shule husika. Utaona matokeo ya wanafunzi, lakini utaona pia matokeo, matokeo, wanafunzi, lakini matokeo ya jumla ah, ya hiyo shule. Hizo ndo hatua ambazo unatakiwa kuzifanya na wewe kwenye simu yako ya mkononi ili uweze kutazama matokeo ya kidato cha pili ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Usisahau kusubscribe channel yetu lakini pia unaweza kushare video hii kwa marafiki ili wajue jinsi gani ya kutazama matokeo.